Ndugu wanapata taarifa eh. Kwanza kuna baadhi ambao walitupa namba pale, tukawa tumewasiliana na ndugu zao tukawa tumewapa taarifa, lakini wengine wameandika namba za za ndugu zao za simu wametupatia, lakini kwa sababu ndio wameletwa leo eh, tutapata pia muda wa kwenda gerezani kuwatembelea kuzungumza nao kwa undani zaidi ili kufahamu sasa, eh, pamoja na kwamba watupe na details zingine ambazo za kuhusiana ndugu zao eh, kwa sababu wengi walikuwa kwenye taharuki pia eh, kwa hiyo tutakwenda gerezani, tutazungumza nao wale ambao wametupa namba tutawasiliana na ndugu zao tutawapa taarifa. Lakini pia waandishi wa habari, hizi hati za mashtaka ni ni public document, ni nyaraka za umma. Kwa hiyo mnaweza mkazisambaza ili watu wajue kwamba ndugu yao yuko sehemu, e, gani. Kwa bachi yetu ni watu 47, e, kuna kesi mbili, moja ni kesi e, namba 26 382, nyingine ni kesi namba 26 394. Kwa hiyo moja na watu 13, nyingine na watu 34. Kwa hiyo hizi ni bachi mbili. Kuna bachi zingine na nadhani nimeona hata mtandaoni kuna Dodoma muang, na maeneo mengine Dodoma pia tumeona watu wamepelekwa mahakamani na mashtaka ni yanafanana e, kivyo vile. Kimsingi, sisi kama watu pia wa haki za binadamu tunakemea vitendo vyote vya watu kupigwa e, kuteswa tena wakiwa e, wamekamatwa.